Tunajua kilichopangwa. Licha ya matayarisho na uhakika wetu wa kuibuka washindi kwenye uchaguzi huo, tunatambua kwamba wenzetu wamejipanga katika hujuma na njama za aina mbalimbali mbali kubakia kati, ili kubaki katika madaraka hata baada ya kukataliwa na umma wa Zanzibari. Miongoni mwa mikakati yao ni pamoja na kutumia kile kinachoitwa wizi wa mapema, yaani kura ya mapema ya tarehe 28 Oktoba, ambapo kwenye kura hii ambayo kimsingi ilianzishwa kwa madhumuni hayo hayo ya wizi baada ya CCM kushindwa vibaya kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Licha ya ubaya wa sheria hii, tume ya uchaguzi ya Zanzibar imeamua kuongeza ubaya wake kwa kwenda kinyume nayo. Hadi sasa imetangaza orodha ya wapiga kura wa mapema ambao kitakwimu ni wengi zaidi kuliko sio tu wale waliotajwa kuhusika na sheria hiyo, yaani wafanyakazi wa ZEC na vyombo vya ulinzi na usalama, bali inazidi hata wafanyakazi wote wa serikali ya Zanzibar na wa muungano walioko Zanzibar wakichanganywa pamoja. Orodha hiyo ina majina hata makada wa kawaida wa CCM na idadi kubwa sana ya wageni ambao hawajulikani kwenye maeneo yaliyopangiwa kupiga kura. Orodha hiyo inao mpaka wagombea wa vyama, inao maiti na wapiga kura wengine mbali mbali wa, wa, wa, wa kudanganya na kinyume na, uand, na, na uand, ubandikaji wa orodha ya wapiga kura wa kawaida kama inavyotakiwa kisheria, ambapo inaambatana na picha za mpiga kura. Kitu kwa ambacho tume ya uchaguzi imeifanya ni kubandika orodha hii ya, ya, ya wezi wa mapema ambayo haina picha ya mpiga kura, ni orodha tu ya majina yote. Yanaashiria wazi ni ya ovu ya tume ya uchaguzi ya uchaguzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na CCM. La pili ni njama ya kuwatoa mawakala kwenye vituo. Tunazo taarifa kuwa ZEK pia inapanga njama za kushirikiana na Chama cha Mapinduzi na vikosi vya SMZ chini ya uratibu wa viongozi wa KMKM na KVZ kuwaondosha mawakala wetu, aidha wakati wa upigaji kura, ukusanyaji wa matokeo na uisabuji kura wanatumia njia zozote kuhakikisha kuwa wanawatoa kwenye vituo ili kupenyeza kura feki na kuharibu matokeo halali. Tatu, kupika matokeo. Tunajua pia kuwa tayari kumeandaliwa matokeo ambayo wanayo mikononi mwao na kwamba hayo ndiyo wanayopanga kuyatangaza badala ya yale yatakayotoka vituoni. Nne, kufuta uchaguzi wa baadhi ya majimbo ya kisiwani Unguja ambayo tayari wametambua kuwa hawawezi kuyapata. Hadi sasa tuna taarifa za majimbo matano ya Pangawe, Mwanakwerekwe, Kijini, Nungwi na Malindi. Watafanya hivyo ili kupata kupanga kuja kufanya marejeo ambayo wanaamini tutayasusia na hivyo kuwapitisha wagombea wao wa CCM, wakiwa hawana, upin, wa, hawana upinzani wa maana. Tano, vitisho vya kila aina wanavyopewa watumishi wa umma hasa wa vikosi na waalimu kufikia baadhi yao kunyang'anywa vitambulisho vyao. Tukumbuke kwamba haya yote ni nyongeza ya vitendo vya kihalifu vya kiuchaguzi vilivyotanguliwa vilivyotangulia huko nyuma kama vile kuwanyima watu zanaidi ili wasiandikishwe, kutowaandikisha kwa maksudi wenye sifa, kuwaandikisha wasiokuwa na sifa wakiwemo watoto chini ya umri, na mengineo mengi. Wito kwa taifa. Ndugu wana habari, bila ya shaka inasikitisha mno kwa vitendo vyote hivi vya kihalifu vinafanyika huku vikiongozwa na wa majaji wa mahakama kuu ya Zanzibar. Vitendo hivi vinafanyika huku vyombo vyote vya ulinzi vikiwa vinashuhudia. Vinafanyika chini ya uratibu wa Rais wa Zanzibar ambaye mara kadhaa katika nyumba za ibada amekuwa akiahidi uchaguzi wa amani. Sasa, naamini kila mtu anajiuliza tunaelekea wapi? Licha ya vitibi hivyo tunakwenda kwenye upigaji kura kwenda kuthibitisha ushindi wa chama cha ACT Wazalendo. Licha ya indhari hiyo tulioitoa, mbinu na mikakati yao hiyo tunaijua na tutakabiliana nayo, na tuna uhakika wa ushindi mkubwa ambao haujawahi kutokea tangu kurejeshwa kwa siasa za vyama vingi nchini mwetu. Kama kuna kitu kimoja kimedhihirika wazi ndani ya kipindi chote cha kampeni ni kuwa tayari sisi ni washindi. Hatuna wasiwasi juu ya hilo, kwa sababu umma umetudhihirishia hivyo. Wito wetu kwa wananchi wote ni mmoja tu, kwamba jitokezeni kwa wingi, kila mwenye haki ya shahada ya kupiga kura asikae nyumbani. Pili, asubuhi na mapema naenda kaitetee na kuinusuru nchi yako. Tatu, baada ya miaka yote ya unyonge sasa muda umefika wa kukata mnyororo, mnyororo na kujiweka huru. Nne, muda wa kuipatia Zanzibar uongozi mwema wa kiungwana na kizalendo wa ACT Wazalendo ukiongozwa nami umewadia, tusiwache ukatupite. Wito kwa mamlaka za nchi na wapinzani wetu. Tunatoa wito, tume ya uchaguzi wa Zanzibar, uendeshaji wa uchaguzi uwe wa haki, wa wazi na wa uadilifu. Tungependa wajijengee heshima. Sisi hatudai upendeleo, tunadai uwajibikaji kwa kupitia sheria na kanuni ziliyopo. Pili, vyombo vya dola, thibitishieni ulimwengu kuwa nyinyi ni walinzi wa katiba ya nchi hii na sio wachafuzi wake. Na katika hili mimi niseme kwamba katika kipindi chote cha kampeni tunavishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama, vimefanya kazi kubwa sio tu ya kulinda, lakini ya kuzuia pia baadhi ya uchafuzi ambao ulikuwa umepangwa kutaka kuanzishwa na na, na wenzetu wamefanya kazi kubwa katika kipindi hichi cha kampeni. Tunatarajia kwamba na kipindi hichi cha upigaji wa kura watasimama katika misingi ambayo walisimama wakati wa kampeni. Hitimisho, sisi ni waungwana, lakini wezi hatuwataki. Kama nilivyosema, sisi ni washindi, lakini ikiwa wananchi wenyewe wataamua kinyume chake, sisi ni waungwana na tutakuwa tayari kukubali maamuzi yao, lakini yawe ni maamuzi ya wananchi, yasiwe maamuzi ya wizi wa kura. Wezi wa ndoto ya dhamira ya Wazanzibari hawatakubalika. Nawakumbusha tena wananchi waende vituoni kupiga kura kunichagua mimi Othman Masoud Othman na wagombea wote wa ACT Wazalendo katika nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani. Fanyeni, fanyeni hivi si kwa sababu ya chama tu, bali zaidi kwa sababu ya Zanzibar yetu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu aibariki Zanzibar yetu, ailinde damu ya watu wetu simwagike, ailinde heshima ya watu wetu isivunjwe, tutimize wajibu wetu. Naamini kwamba tunaweza kuisimamisha Zanzibar yenye amani ya kweli, amani ya kudumu. Asanteni sana.